Kisha wakina baba nitawagusa baadaye. Kwa uchaji, mama yangu, dada yangu, ambaye unaipenda dini yako, najua ya kwamba mko na hirsi ya dini, mnaipenda dini, mnataka kuendea mambo ya heri, lakini kuna mipangilio ambayo inatakiwa kufatwa ili ibada yako ikubaliki, na leo niko na ibada ya hija. Hija ni ndoto ya kila Muislamu, si ibada ya kawaida, si ibada nyepesi ni ndoto ya kila Muislamu, lakini kuna makosa mengi ambayo yanafanyika, kuna makosa mengi ambayo yanafanyika na baadhi ya wanaoongoza hija, baadhi ya wanaoongoza hija, hija. Inawezekana wanafanya kwa makusudi, au ni kuto kujua, au kuna maslahi fulani. Tuwazanie heri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas

bila ya mahram wala harusi mwanamke kukaa sehemu ya faragha na mwanamume ajnabi ambaye si mahramu. Kuna hapa, uchumba, mahari, lakitu, nyigari, wake kuna eh, kosa ambalo linafanyika hapa, unakutana na mtu uchumba, basi watu wamemwachia kila kitu, anamchukua mtoto mwanamke, wanakaa kwenye gari au anaondoka zao, ni mchumba wake, ni mchumba wake, lakini hajaoa. Kama watakaa sehemu, anatakiwa awepo kaka yake pale au mtu mwingine ambaye hawezi kumuoa mwanamke, mahram katika familia ya huyu mwanamke lakini kukaa wenyewe peke faragha ni kitu ambacho hakikubaliki. Kwa hiyo ninachokikusudia leo ni safari, lakini nimeamua kuweka faida zingine za ziada. Ni haramu mwanamke kusafiri bila ya mahram. Alikuwa bwana mmoja pale pembeni, akamwambia ya Rasulullah, mimi mke wangu mimi nimeandikwa nimepangwa kwenye jeshi ambalo linatakiwa kutoka kwenda jihadi kulinda mipaka ya Kiislamu, lakini mke wangu amenuia kwenda hija, anataka kwenda hija. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe wakutwe kwenye hiyo orodha ya watu ambao wanakwenda kwenye jihadi, mshindikize mkeo, nenda naye hija. Kumbe katika hii hadithi inaonekana ya kwamba mwanamke ni haramu kusafiri hata kama atakuwa anakwenda hija. Kusafiri peke yake bila mahram ni haramu, hata kama itakuwa ni safari ya hija, hata kama itakuwa ni safari ya hija. Ni haramu mwanamke kusafiri peke yake. Na katika hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, an abi Hurairah radhiyallahu anhu, katika hadithi ya abi Hurairah ameipokea

Si halali si halali kwa mwanamke kusafiri isipokuwa awe pamoja na mahramu wake, isipokuwa awe pamoja na mahramu. Na mahramu ni kaka, ni baba mkua, baba mkubwa, baba mdogo, babu, au mtoto wako kijana ambaye ameshakuwa balehe mwenye kuna akili. Yaani ukitaka kusafiri usafiri naye, kama ni hija

hata kama safari itakuwa ni hija. UKdamuta, chanting, ya mwanamke amekusudia kwenda hija ni haramu kusafiri kama atakuwa hana mahram. Waqala al-imam ibn qudamah rahimahullah. Na haya ukitaka kuyapata vizuri angalia sharh ya sahih muslim al-Imam Nawawi utapata hivyo. Waqala waqala al-imam ibn qudamah rahimahullah la yajuzu laha safaru illa maa mahramin yumanu alaiha maahu, ya kwamba haijuzu mwanamke kusafiri bila mahramu wake ambaye atakuwa ameambatana naye ajili ya usalama wake. Wa insafarat bila mahramin, na kama atafanya kibuni na kusafiri bila ya mahram, aswati llaha wa rasulahu, atakuwa amemwaswi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Unaona aje kama utakwenda hija, alafu umemwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake? Maana yake utakwenda hija lakini utarudi na madhambi yako, utakwenda hija na utarudi na madhambi yako, hali ya kuwa hija ni safari ya mtu kwenda kuvutiwa madhambi. Kumbe haujakalifishwa ya kwamba lazima uende. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alisema man stata'a ilayhi sabila, ataenda yule ambaye amepata huyo urahisi wa kwenda kama unaweza kumlipia mahramu mme wako, au ni mtoto wako wako mkubwa, au ni mjomba wako, yule mtu ambaye hawezi kukuoa, unaweza kumlipia, nendeni nyote. Kama hicho kiwango cha kumlipia pia hauna basi, subiri, Mwenyezi Mungu atakulipa. Innama al-amalu bi niyati al-khulasatu. Mwisho, kupitia hizi hadithi na aqwalul ulama, tunadhihirikwa ya kwamba as-safaru as-safaru

Isipokuwa watu wachache wa, wa zama zetu hizi na wao wanategemea dalili ambayo haina nguvu. Dalili ambayo wanategemea ni dalili ya, ya, ya kwamba anna Umara radhiyallahu anhu anhu, Umara radhiyallahu anhu rakhasa ummahatu lmuminina an yakhurujina ya kwamba ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aliwaruhusu ummahatu lmuminina wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba watoki kwende wa kwende haji baada ya Mtume kufariki mwisho mwisho wa utawala wake Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lakini pia hii siyo hoja au wakeze Mtume wanaitwa ummahatul ummahatu lmuminuna. Ndugu, si Allah tabaraka wa taala kawaita, anasema waazwajuhu ummahatuhum wa safayawara Suratul Ahzab, ya kwamba wakezi Mtume ni mama wa waumini, kwa matiki hii, kama ni mama zetu, kwa hiyo sisi ni maharamu wao. Na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pia hakuambia ondokeni nende hivyo hivyo ovyo ovyo, alimchagua uh, alimchagua Abdurrahman ibn Auf akamchagua na Uthman ibn Affan akamwambia nenda nao, na kuruhusu wanawake wote. Kumbe hiyo hoja ambayo wanategemea kwamba Umar ibn Khattab amewaruhusu wanawake pia imeangukia pua. Si halali mwanamke kusafiri safari yoyote, hata kama ni ya hija, bila ya mahram, haijuzu wanamume. Na kuombeni, sikieni haya, hakuna hadithi sahihi, haipo. Na kama ipo, mwambieni mtu yoyote ambaye anadai kwamba inajuzu, mwambie akupatie hadithi ambayo ni sahihi, asileti chenga. Atakwambia Umar karuhusu, Umar karuhusu wakeze Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuwa ruhusu wanawake wote. Aliruhusu wakeze Ali wa Mtume peke yao, na wao hawakukwenda hivyo peke yao, walikwenda na Abdurrahman ibn Auf na Uthman ibn Affan, na hawa Uthmani na Abdurrahman, na sisi ni maharamu wa wakeze Mtume, kwa sababu sisi kwetu ni haramu kuwaoa wa wakeze Mtume baada ya Mtume kufa, ni haramu wakeze kuolewa, ni ummahatul mu'minun, ni mama zetu.